Ziara yetu hii ni kuja kuona maendeleo ya mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project, ambayo kwa kweli Watanzania wote wanaofuatilia kwa karibu mradi huu, kama mnavyofahamu, tulianza mara ya kwanza tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote tisa kuwa imekamilika chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana sana Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, kwa sababu aliupokea ukiwa kwa kweli asilimia thelathini hivi wakati wa utekelezaji wake na kwa kipindi kifupi cha ndani ya miezi miaka minne ya uongozi wake ameweka historia nyingine ya kukamilisha huu mradi kwa wakati. Leo tumekuja hapa, tukiwa mawaziri wa sekta zote ambazo tunashughulika na mradi huu, kwa sababu kwa kweli mradi huu hausimamiwi na sekta moja, yaani sekta ya nishati unasimamiwa na wizara mbalimbali, kwemo wizara ya maji wanaoshughulika na masuala ya maji, wizara ya mazingira ambao wanashughulika na masuala ya mazingira, wizara ya fedha ambao wanashughulika na utoaji wa fedha, wizara ya mipango ambao wao kazi yao ni kupanga na kuweka vipaumbele kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu. Tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote tisa imekamilika, inazalisha umeme. Na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yaani kwenye bonde la mto huu Rufiji imekamilika tayari. Tumeshapata mitambo yote tisa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana sana wakandarasi waliofanya kazi hii yani, uh, Arab contractor, Elsewedy, pamoja na mshauri wetu ambao ni Tandold, subsidiary kampuni yao na wataalamu wengine wote kutoka TANESCO ambao wamekuwa wakishughulikia mradi huu kwa muda mrefu. Leo tumekuja hapa tukiwa wenye furaha kwa sababu Watanzania kile walichowekeza trilioni sita nukta tano wanaziona kwa macho kwa umeme wa uhakika kwenye nchi yetu. Na kwa hiyo tuna ziada ambayo sasa hivi tuna uwezo wa kuingia makubaliano, na kama mlivyoona hivi karibuni tunakamilisha mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuwauzia umeme, na tunajenga laini yetu ya kutuunganisha pamoja na Zambia, na tayari Zambia na wao wameanza kujenga laini upande wao kwa ajili ya kupokea umeme kutoka Tanzania. Kile ambacho tumekuwa tukiongea kwa miaka mingi kwamba Tanzania tutakuwa na uwezo wa kuuza umeme nje ya nchi, kwa kweli kilichofanyika hapa amba ni jambo ambalo ni kubwa sana kwa mimi ambaye sikufika huku eh, ndani kabisa kutembelea mradi. Nilikuja mara moja, lakini sikufika katika katika eneo lote la mradi. Nimeona ni miujiza mikubwa ambayo imefanyika hapa na serikali. Nikupongeze wewe kwa kusimamia vyema mradi huu, lakini mpongeze Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuweza kusimamia utekelezaji wa mradi huu kwa ujumla wake. Kwa jambo kubwa la msingi ambalo tunatakiwa tulifanye ni kuhakikisha kwamba eh, kama serikali eh, kupitia wizara hii tutashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na hali ya tabia nchi ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Tumepigania uhuru katika ngazi mbili, uhuru wa kisiasa tunao miaka sitini, lakini uhuru wa pili na kujitegemea ambao Mwalimu Nyerere alipenda tuwe nao ilikuwa ni uhuru wa kiuchumi. Hakuna namna ya kupata uhuru wa kiuchumi hatua ya kwanza ni kujitegemea katika swala la kuwa na umeme wa kutosha. Kwa hivyo niichukue nafasi kwa kweli kuambia Watanzania serikali yao chini ya uongozi wa Dokta Samia Suluhu Hassan hatimaye imeweza kufika hatua ya kupata uhuru wa umeme unaotupelekea kuwa na uhuru wa kweli wa kiuchumi. Lakini jambo la tatu niliseme kwamba mradi huu umetekelezwa kwa zaidi ya shilingi trilioni sita nukta tano na serikali mpaka leo imeshalipa takriban asilimia tisini na tisa nukta tano ya fedha hizo. Fedha zote hizi ni fedha za ndani, hatujapata msaada wala mkopo kutoka taasisi yoyote ya kimataifa au benki yoyote ama nchi yoyote. Kwa hivyo ile dhana ya kujitegemea tunaweza kuithibitisha kupitia mradi huu.